Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ninaitwa Yusufu Daudi Chironi. Aa, nikualike tena katika kipindi kizuri kinachompendeza Mungu, nikualike tena katika masaa mazuri ambayo yanampendeza Mungu, masaa ambayo tunakwenda kujifunza tena neno la Mungu usiku wa leo. Nimekuandalia somo ambalo nitakusaidia kukuinua, kukupandisha, kukusogeza, na kukuongezea maarifa na upeo na ufahamu kwa kimungu. Uh, nataka nizungumzie somo linalosema wema uliomtendea mtu usiwe sababu ya yeye kuwa mtumwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wema uliomtendea mtu usiwe sababu ya yeye uliyemtendea kuwa mtumwa kwako. Uh, ninaposema hivi ninamaanisha kwamba kuna watu wengi wametenda ama wamewafanyia watu mambo mengi mazuri na mema, lakini wamekuwa hawabarikiwi katika eneo hili unawatendea watu mema na unafanya mambo mazuri sana katika maisha yao, lakini bado baraka za Mungu katika hili eneo hazikufikii, wala hauinuriwi, wala hauongezeki. Inataka, ninataka nikusaidie ili uweze kuvuka na baraka hizi ziweze kukufikia. Yamkini umeshindwa kufikiwa na hizi baraka kwa sababu ya sababu chache tu ambazo hujazijua pengine ungezijua, ungetengeneza ama usingetoka nje ya mstari na ungekaa katika kusudi la Mungu ili baraka za Mungu zikufuate. Sasa ninaomba nikusaidie kitu kimoja. Watu wengi katika maisha tunayoyaishi leo wanapenda sana kuwafanyia watu wema, na kuna watu ni waaminifu, ni wazuri na wanatenda mema, lakini kuna watu wengi wameacha kutenda wema, wameacha kufanya mazuri na kuwasaidia watu, kwa sababu pale wanapofanya wanaumizwa, pale wanapowatendea mazuri wanalipwa mbaya. Lakini nataka nikukumbusha kwamba hatuko kutenda mema kwa sababu ya kulipwa mema wala hatuko kutenda mazuri kwa sababu ya kulipwa mazuri yoyote anayefanya mema akitegemea kuja kulipwa mema, huyo hawezi akapata thawabu kwa Mungu. Na yoyote anayemfanyia mtu mazuri akitegemea yule mtu aje amtendee naye mazuri zaidi, huyo naye mbele za Mungu hawezi akapata thawabu. Nataka nikukumbushe katika kitabu cha Luka sura ya kumi mstari ule wa thelathini na tatu. Hapa utapata habari ya mtu mmoja alikuwa ni msafiri Msamaria mwema, alikuwa akipita katika nchi ya Yeriko. Katika ile nchi ya Yeriko, neno la Mungu ukisoma utakuta habari hapa inamzungumzia mtu mmoja Msamaria mwema, alikuwa akitembea katika hilo eneo, lakini kuna mtu ambaye alikuwa amekamatwa na wanyang'anyi, akawa amenyang'anywa vitu vyake. Baada ya kunyang'anywa vitu vyake, akawa amejeruhiwa, akawa ameachwa pale. Lakini ukumbuke, ukiendelea kusoma utaona kuna watu hapa miongoni walianza kupita, kadhalika walipita pita watumishi wa Mungu lakini hawakuweza kumsaidia yule mtu. Lakini kuna mtu ambaye alipita, msamaria mwema. Huyu hakuwa hata mtumishi wa Mungu, lakini akamwonea huruma na kumsaidia, kisha akamchukua na kwenda naye katika nyumba za wageni na akamhifadhi na akamtibu. Nataka nisemea kwamba huyu mtu alimsaidia huyu mtu pasipo kumjua yeye ni nani, pasipo kuelewa huyu ni nani. Hapa unaweza ukagundua kwa nini Yesu anatoa mfano huu. Yesu anazungumza huu mfano akitoa majibu halisi ya kwamba mema ambayo yana uwezo wa kukuletea baraka katika maisha yako ni mema, ama ni wema unaotenda kwa watu usiowajua, usiowafahamu, wema unaotenda pasipo kutegemea kuja kulipwa mema na huyo mtu unaomtendea. Sasa watu wengi wameshindwa kubarikiwa katika hili eneo, kwa sababu wanapowatendea watu wema wanajiinua. Bwana Yesu apea shifa, wanasema bila mimi huyu asingekuwa hapo, bila mimi asingekuwa na hiyo kazi, mimi ndiye niliyezunguka kumtafutia hiyo kazi, mimi ndiye niliyempatanisha, bila mimi asingefika hapa, ni mimi ndio niliyemsaidia ni kweli ulimsaidia, ni kweli ulimpatanisha, ni kweli wewe ndo umekuwa connect, connection kati yake na huyo, kati yake na kazi, kati yake na mafanikio. Lakini pamoja na wewe kuwa muunganiko kati ya yeye na hayo yote yanomzunguka, isiyo sababu ya wewe kujinua kiasi hicho, wala isiyo sababu ya wewe kutaka kulipa mema. Unapo tenda wema kwa mtu. Jifunze kumfanyia mtu jambo jema, kisha unasahau, usikumbuke, usihifadhi, mwache uliyemtendea mema, yeye ndo ahifadhi, hifadhi ya kwamba mtu fulani amenitendea wema. Nadhani utabarikiwa sana katika eneo hilo pia, nadhani utainuliwa sana na Mungu katika eneo kama hilo, kwa baraka nyingi zimeshindwa kuwafikia watu katika eneo hili ama maeneo haya, kwa sababu wanapowatendea watu mema wanataka wale watu wawanyenyekee, wanataka wale watu wawatumikie, wanataka wale watu wawe chini yao, wanataka wale watu wawe kama sasa ndio wanawaabudu. Hii ni kitu kigumu sana, na ukiwa katika namna hii, ni ngumu sana kupatana na baraka za Mungu. Baraka za Mungu ni ngumu kukufuata. Kwa kuna mtu mwingine anapomfanyia mtu mema, anategemea yule mtu, hataki amkosoe, anataka awe mnyenyekevu kwake, awe mpole, awe mtulivu, yaani amtukuze yani, amwinue. Sasa awe kama Mungu, kwa sababu mimi ulinifanyia wema. Sasa hataki hata nifanye vitu vingine, hataki hata nitembee kwa namna nyingine. Kila ninachokifanya anaona kama ninalinga na majivuno. Hakika nakwambia ukiwa katika hali ya mfano wa taswira na sura hiyo, hauwezi ukaziona baraka za Mungu katika maisha yako. Wasaidia watu fanyika kuwa daraja katika maisha ya watu, fanyika kuwa daraja katika maisha ya watu. Siku moja Yesu akawa anataka kwenda Yerusalemu, akatafuta punda. Alivyompanda yule punda, alipokuwa akielekea Yerusalemu, yule punda akawa anatandikiwa vitenge na kanga na matawi, lakini alipomfikisha Aliporudi yule punda hakutandikiwa vitenge wala hakupewa thamani ile. Kwa nini hakupewa ile thamani? Kwa sababu alichokuwa amekibeba kilikuwa kimekwisha kutoka, alichokuwa amekibeba tayari amekiacha, kwa hiyo ile thamani ikashuka. Kwa hiyo, kwa nini nakupa huu mfano? Nakupa huu mfano uelewe ya kwamba ukifanyika kwa daraja ya Mungu atakuinua sana, lakini ukiwa na roho ya kujikweza ya kujiinua, hautafika popote na baraka za Mungu hautaziona. Hebu waheshimu watu, wasaidie watu kwa nafasi yoyote. Usimsaidie mtu kwa sababu ni ndugu yako, usimsaidie mtu kwa sababu namfahamu. Kuna watu ili wawasaidie watu mpaka wa, awe anawafahamu ya kwamba anamsaidia, anajua leo na kesho atakwama, ataenda ili aweze kumsaidia. Na kuna watu wengine wanawasaidia watu, anapohitaji kusaidiwa anamkumbusha. Aina haja ya kumkumbusha mtu wema uliomtendea ili akutendee na yeye wema. Aina haja ya kumkumbusha mtu uzuri uliomfanyia ili naye akutendee uzuri aina haja ya kumkumbusha pale ulipomtoa na ulipomfikisha, ili na yeye akusaidia akuinue. Unapomsaidia mtu, msaidie, sahau, waachie Mungu. Kazi ya Mungu ni kuku, kukuinua wewe lakini ikiwa unafanya haya yote kwa ajili ya kujiwekea akiba ya pale ambapo utakuja kumkumbusha yule mtu akusaidia na yeye, ndugu yangu, hautapata thawabu kutoka kwa Mungu. Ni kuombe kuwa mnyenyekevu sana. Ni kuombe kuwa mtu wa kushuka. Ni kuombe msaidie mtu yoyote, lakini jifunze kusahau. Unapo sahau, ili kwamba unaposahau yule mtu aje yeye akusaidie kwa kukumbuka wema ambao ulimtendea, kwa kukumbuka mazingira ambayo ulimtoa. Usimlazimishe kumkumbusha mtu ambaye amesahau wema uliomfanyia, unamlazimisha ili akutendee wema, haina haja. Na mtu asipokukumbuka kwa wema uliomfanyia, usijute kum, kum, kumtendea ule wema kuna watu leo wanajuta kuwatendea watu mema, kwa sababu walipowatendea mema walishindwa kutendewa wema na wale watu waliowatendea mema. Wanajuta. Kwa nini ujute kutenda wema kwa mtu? Hautendi wema kwa sababu ya mtu aje akutendee. Unatenda wema kwa sababu ni kitu ambacho kimo ndani yako, ni karama kwa wakati huo, ni sehemu ya nafasi yako wewe kumtendea mtu. Sio kila unayemtendea wema na hata kutendea mema Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akubariki na Mungu akuinue. Lakini naomba tuishie hapa leo kwa siku ya, ya leo kwa nafasi hii kwa somo hili tuishie hapa. Hii ni sehemu ya kwanza lakini usikose sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Ninaamini hili somo litakuinua na kukubariki. Mungu akubariki na Mungu akuinue.